Naam, karibu kwenye Gumzo Updates tena visiwani Zanzibar ambako hivi leo mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masud Othman alijumuika na waumini wenzake wa Kiislamu katika swala ya Ijumaa katika msikiti Omar bin Khattab uliopo Kinuni, jimbo la Pangawe, mkoa mjini Magharibi, kisiwani Unguja, akitoa salamu zake mara baada ya ibada hiyo. Othman Masud alisema ni wajibu wa kila kiongozi Muislamu kuchunga misingi ya dini ili kutengeneza jamii iliyobora na kupelekea maisha mema yenye amani ya kweli ndani ya nchi na ulimwenguni kote. Ameitaja misingi hiyo kuwa ni haki, uadilifu pamoja na yote yaliyobainishwa na Qur'an Tukufu kupitia mwalimu na kiongozi mkuu wa umma huu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amelaumu kuwa hata kwa baadhi ya jamii au nchi zenye viongozi na wafuasi wa Islamu, mathalan Zanzibar, hali ilivyo sasa ni kama kwamba haielekei kusema wameleleka na kujengwa kwa misingi iliyo kamili inayotokana na dini tukufu ya Kiislamu. Aidha ametolea mifano zama za koloni wa Uingereza ambao hawakuwa hata Waislamu walivyokuja kuitawala Zanzibar namna walivyothamini misingi ya dini tukufu ya Kiislamu kwamba iendelee kutumika ili kuhakikisha jamii yatengenea na kuishi katika maisha bora yaliyojaa haki, heshima na uadilifu. Amefahamisha akisema kutokana na heshima hiyo walithubutu kuasisi mahakama ya kadhi visiwani Zanzibar sambamba na kuanzisha kamisheni ya wakfu na mali ya amana katika visiwa hivyo vya Bahari ya Hindi. Hivyo ametoa wito kwa wananchi na hasa viongozi wa dini kuwaeleza watawala ukweli na ikibidi mara tu pale wanapokosea na wala sio kukimbilia kuwamwagia sifa hata iwapo wametenda dhuluma. Akitoa khutba mbili za sala hiyo, khatib Shekh Omar Ali Omar aliyokumbusha juu ya wajibu na wastahikia waumini wa Kiislamu sambamba na dhima za viongozi kwa raia zao, amesema Shekh Omar na hapa na mnukuu, wananchi wanao wajibu wa kuwatii viongozi bali viongozi nao pia wanao wajibu mkubwa wa kutekeleza haki na uadilifu. Viongozi mbalimbali wa dini na jamii na kisiasa walijumuika katika ibada hiyo, akiwemo mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo Omar Said Shaban na katibu wa chama hicho wa mkoa wa kichama Magharibi B Unguja Salim Ali Hamis.